Zaidi ya matrafiki elfu kumi na tatu wa anga na maafisa elfu hamsini wa, wa mamlaka ya usalama wa usafiri wa anga nchini Marekani wanalazimika kuendelea na kazi bila malipo kufuatia mkwamo wa kupitisha bajeti ya serikali ya shirikisho. Hata hivyo baadhi ya matrafiki wa anga katika viwanja vya ndege vya Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas na Burbank wamegoma kufanya kazi na kusababisha athari ya usafiri wa anga kwa saa kadhaa. Wakati mkwamo wa bajeti katika serikali ya shirikisho ukiendelea, wafanyakazi wa taasisi ya anga wanasema wanakabiliwa na msongo wa mawazo na matatizo ya kifedha, huku wanasiasa wakiendelea kulaumiana juu ya athari zinazoongezeka kwa abiria na mashirika ya ndege nchini Marekani. Waziri wa Uchukuzi Sean Duffy amesema katika baadhi ya maeneo idadi ya wasimamizi imepunguzwa kwa asilimia hamsini tangu kuanza kwa mgogoro huo wiki iliyopita na huenda watakosa mishahara ya tarehe kumi na nne mwezi Oktoba. Na nukuu kauli yake, wafanyakazi hawa wana wasiwasi mkubwa, wanajiuliza nitapata mshahara kweli? Wengine hata wanafikiria kuchukua kazi za ziada, kama kuendesha uba, ilhali tayari wamechoshwa na kazi yenye msongo mkubwa wa mawazo, mwisho wa kunukuu.